Suala linakuja, je, tupo tayari kusamehewa madhambi yetu yaliyotangulia? Je, tupo tayari kupata ridhaa za Mwenyezi Mungu katika mwezi huu wa Ramadhani, kama gisi Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alivyosema, man sama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Atakayefunga mwezi wa Ramadhani kwa imani thabiti, kwa imani iliyokuwa njema, kwa imani iliyokuwa nzuri, basi huyo atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Je, mimi na wewe tupo tayari? Na pia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alisema, amepata hasara yule ambaye Ramadhani imeanza na ikakwisha hajapata ridhaa za Mwenyezi Mungu wala hajapata msamaha wa Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu Muislamu, Ramadhani hii si muda wa kulala, ni muda wa kufanya khairat, muda wa kufanya ibada, wa kuzidisha ibada. Ni muda wa kusoma Qur'ani. Kama jinsi Mwenyezi Mungu alivyosema katika Qur'ani, "Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an." Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao ulioshuka ndani yake Qur'an sasa mimi, ni mimi na wewe kusoma sana Quran kuzidisha ibada khairati tofauti sunna tusi, usitupiti mwezi huu wa Ramadhani bila tujapata ridhaa za Mwenyezi Mungu ya Rabbi tujalie saumu ya Ramadhani hii ituoshe mioyo yetu kabla ya miili yetu ya Rabbi tujalie mwezi saumu yetu hii ituoshe ndimi zetu kabla ya mikono yetu. Ya Rab, tujalie tuwe na dhana njema kwa watu. Hatuna uwezo wa kusaidia kila mtu, lakini tujitahadhar na kumuudhi yoyote yule kwa maneno au kwa vitendo. Swaumu ya Ramadhani, mwezi wa Ramadhani ni mwezi uliokuwa mtukufu. Tusafishane nia, mioyo iwe dhaifu na kama tumekoseana makosa japo khafifu basi tusameane baina yetu na kwa mola raufu malipo aliyotuandalia mola tuyapate bila hofu. ya rabbi ya allah ujalie mwezi wa ramadhani huyu mwaka huyu uwe ndo mwisho wa huzuni zetu na iwe mwanzo wa furaha zetu ya rabbi ijalie ramadhani hii iwe ni ufunguo wa mambo yetu yote akheri. Ya Kheri ya Karimu, ijalie ramadhani hii mwezi huyu tuwe na ukaribu sana kwako. Namwomba mwenyezi Mungu atukubalie swaumu zetu na sala zetu katika huu mwezi wa Ramadhani.